Yaani kwa kata nasunguka yeah. Nilitafuta kazi mpaka nataka kuajiriwa jiriwa kazi ya shilingi mia mbili. Hapa pesa ilikuwa nimeshika pesa nyingi hata yike fungua hata kama nitu pato watu wakwe tu sasa. Sina msanda kabisa ambayo wa anisaidie, hata ndugu zangu wenyewe yeah. Hata nikituma pesa za school fees mwanangu ya wakipale pale kwa sababu sina pesa. Siku nyingine vile nime kujia hapa nane nga kuta baba pana uh first kuombewa naona nimekuwa na mama maombi. Na akasema amini, hakuna nalushirikana kwa Mungu. Na hini na shukuru. Lakini uh, lakini sina ile imani tena, mara nakuja mara natoka, nimeketi na pale nimeketi pale nasoma neno hapa lakini uh. Mama wewe waja kanisani hapa wataka kazi. Mama wewe waja kanisani, mama ndoa yako imekunjika. Mama waja katika hekalu la Mungu, niko na shida. Lakini mara washauriwa na watu wengi, waenda kanisani tofauti, tofauti tofauti. Jiulize, huyu Mungu akishuka wa mwanangu atakukuta wapi? Ndio, nikaanza sasa kuja katika ya madabau nikawa, si kila Jumapili ni lazima nipige katika hekalu, lakini nianza rasmi ni kuingia katika kila Jumapili mwezi wa nane, na naamini Mungu ni mwaminifu. Sasa ngoja banani sasa, nikafikia zile zile zilikuwa ni, ni twa twa twa, ehe, hawa ah, wow. lakini anambia kuna pasta mwingine si mwanamisi wewe ukaombewe, yeah. Sasa nikaja kumuuliza Mungu Wakati nimesafiri mimi sikusafiri hata na simu, ilikuwa na shida. Yule mtu mwenye shida naenda kajirie na, nikifika anasema hakuna kazi, lakini nimemwona Mungu. simu ya kwanza ambayo natumia mpaka ile pale ni Samsung. Wewe, nimenunuliwa na mwajiri wangu tena dada. ah, so tena. Nikamwambia Mungu penye nimekuregelea tena, hata kama kwa mfano nimekukosea, nimefanya mapenzi yasiokupendeza Ninaomba unisamehe. Ninahitaji niregeshe katika nafasi yangu ile ya awali. Yesu. Yeah. Napeleka wenzangu ndio naregesha. Mimi ni nani? Toka mwezi wa nne ilikuwa kuna sherehe kwa mpoli yangu mimi sijawahi enda madaka ni spread yani kwa na watu karibu karibu. Mimi ndio mimi jinsi ni. Mimi. Yeah, baba yangu mwenyewe mzazi ameenda akaenda akanijibu akaniambia mwanangu kwa nini katika nyumba yako utaki kuweka mlango kuja kuishi wangaika na nyumba za renti? Kitu ambacho nimemwambia hakuna mzazi ambaye azae mtoto wake nikiwete na awe yuko na furaha kwa nyumba na kama mimi kuna mtu ambaye ah, anaendea kinyume na katika maisha yangu baba ya uh -huh, wangu Mungu siwajui, lakini Mungu wangu ndo atakua jibu katika maisha yangu uh -huh. Uh -huh. na ninaamini katika haya madhabahu uh -huh. Yaani, siamini kama ni mimi, Mungu amepegesha katika nafasi yangu uh -huh. Hey itabidi utoke wewe ndio utafuta nyumba kwa sababu familia yangu ina nguvu. Hey. Nikamwambia Mungu, sina cha kukulipa, lakini afadhali unichukue at least nikupumzika. Mm. Mama yangu ni mgonjwa wa moyo na ni mgonjwa wa kansa. Hey. Wakati niko Saudi nilikuwa nimeokea fanya kazi. Well. Hey. Sasa hivi kama mtoto wangu mwenyewe maisha yangu ya kula nimeshindwa, atakimbilia nani mimi? Hey. Lakini haya madhabahu. Mm. Akika ndugu ambaye ametorosha kaniambia mwanafisi, nenda ukatafute nyumba. Yeah. Amesema ha, utatoa pesa watu ambao wa anatoa mchango kanisa na hata kama ni mia mbili ni watu ambao wa kuna kazi. Nikamwambia, mm -hmm. Mimi natoa hii pesa niko nemani. siku moja pia anaweza kutoa. amehusika sana kujenga huyu. watu ambao wanatoa pesa ni watu ambao wako na kazi ndio. Sasa wewe una kazi, kuna kazi uh -huh. wezaji ukatoa pesa uh -huh. Nikamwambia na mimi natoa hii pesa uh -huh. Na naimani huyo Mungu wangu ambaye amenipeleka Saudi, na imani sitarudi Saudi uh -huh. Inchi ambayo mwenyewe katika nafsi yangu naeaiaabaaakidogo hata mtu nikimwambia haezi amini, nimeshika pesa ambayo nimetumia shida yapo nikamwambia Mungu, hii pesa yeah. Na huyu anataka kutorosha katika hii nyumba yake, uh -huh. na mimi sina makosa naye, uh -huh. Mungu umenipa mtoto miezi tisa na sijawahi toa mimba katika hii tumbo yangu, uh -huh. na kama huyu mtoto wangu ni chanzo cha maisha yangu kuteseka, kila mahali nikishika na kuzwa, uh huwa jibu katika maisha yangu etoka, kamwambia Mungu, hii pesa inahitaji ni kutolee kama wale zaba ambao wanainuka na elfu nyingine elfu tano ninaomba. Uh -huh. hii pesa yangu nikifika Kongowea uh -huh. unitangulie hatua mbele kabla asijafika. uh -huh. na naimani kiede kachukua nguo uh -huh. na mungu amekuwa mwaminifu. uh -huh. na ninashukuru sana tena na tena amina. uh -huh. pesa yangu elfu moja na mia nane uh -huh. imenizalia elfu kumi na tano uh -huh. Elum hey, hey, hey! Nikaja nikamwambia baba, wakati nimemaliza mjengo wangu, amina, imeteka roofing uh -huh. Na vita ni vingi uh -huh. Na si vita ambavyo najua, ni watu ambali uh -huh. Ni watu ambao wa wanakwambia kama maisha saudi ya saudi yameshinda uh -huh. Safadhani unikopesha utatu, basi nikunulie mdango wege ukae pale na mtoto uh -huh. Nikamwambia pale, nikija nikiketi kiketi, ndio mtanitafuna vizuri hata niangaike huko juu juu. Lakini machozi ya mnyonge, hayaende mara ngapi? Mara mbili. Juzi nimejisimamia mwenyewe medical. Mhm. Na niamini ugonjwa wote. Ngoja. Hakuna kitu. Nimejisimamia mwenyewe medical. Mwenyewe medical. Na ulikuwa na ile una kazi. Na nilikuwa sina kazi. Nilikuwa unateseka. Nilikuwa nateseka. Napewa pesa ya asma. Ehe. Kaifungulia biashara. Kazi elfu moja. Sasa hizi uko sawa. Niko sawa. Na nashukuru Mungu. Katika Yesu. Mungu amemtumia pasta, amemtumia mama maombi. Usije kanisani, wakasema wataka pasta aombewe. Yesu, utawekeza na Mungu naye atakufungulia. Askuru Mungu. Naona huyu baba, saa tatu usiku, nikamwambia baba, nahitaji unishawishi. Hata babangu mwenyewe hapo aka kat alikuwa anampenda mpaka alikuwa ananiita mama, hatafikia akiona mume manake yuko na simu ikolasimu anemunulia mimi nikamwambia huyu baba nishawishi, kwa sababu kazi yangu ile elfu moja mia nane na imezaa pesa nyingi uh -huh. nimekuja juzi, likuwa limekuja, namwambia ni niombee, uh -huh. ili nipate nguvu niende nikaweke uh -huh. milango katika nyumba yangu niishi kweli, uh -huh. na hiyo pesa ilikuwa niko liku nayo kabisa na milango. Atokea simu nyingine saa kumi na mbili Jumapili. uh -huh. Mwanzo ameanza kwa mtoto wangu, akaniambia, mama, wajua ile pasta juzi ameenda kaniombea, lakini tumbo langu limepungua. uh -huh. mtoto mdogo ndio yuko na miaka minane. Nikamwambia ni sawa mpaka mimi naona saa hii. Uh -huh. Mungu ni mwaminifu mwanangu. Uh -huh. Saona, so kama kule nimetolewa na saini eshi nyumba elfu tatu, na iko na maji, iko na moto uh -huh. hata kama nalala na chini, hata kama nalala chini hey, lakini Mungu ni wa maajabu. Lakini Mungu ni wa maajabu. Hakika. Ah, kama pia huyu baba anataka ushauri, kazi yako napata pesa <coughs> na huku nimepigiwa simu nikaambiwa ni ni Nairobi, na nyumba ambayo amenichagua huyo ngosi nimezungumza naye online WhatsApp. <coughs> Mimi nitafanya nini baba? Akaniambia, mwanangu, kuwa na imani, jinsi Mungu amekufungulia, Mungu anaweza kufungulia milango huku na huku, na ukasema utaki kwenda wapi? <coughs> safari ni ya aina dada, na sasa hivi nimeenda nikapimwa juzi Jumatatu, majibu nimepata jana kuliko mimi niulizie mbamadabisi umetoka salama. <coughs> na nikamwambia hata kama wanangu watanilea sumu au watabeba madini nitakuwa tena mbinguni nikiwa niko msafi kama kabisa. Nikasema Mungu, nataka kwenda kanisani, jana saa saba napigiwa simu. Nikamwambia Mungu, kwa nini mimi ni nani? Yesu, umenijibu haya maombi kwa haraka. Yaani, hivi wanangu, nikabeba zile nguo zangu nikapanda pikipiki <coughs> nikaenda kwa nyumba. Nikamwambia mwanangu, mambo ni mawili kwa nti yako, naye naye akanitajia na hmm. Akasema, kwani mama waenda kanisani urudi? Nikamwambia yeah, sirudi. Lakini jinsi Mungu amenipigania hata mimi mwenyewe nashangaa uh -huh. Baada mahali hakuna njia Mungu atafanya njia. Simu ikalia agenti wangu. Mwana misi visa viko online, ingia WhatsApp uh -huh. Na Mungu akipenda mapili nitakuwa Maanake nimemwambia Mungu kama ile nchi hile umeenda toka, nipigania nipigania kwengine, pata maizangu wengine washangaa wenda utajua kwa sababu hapa ni wapi wewe upendo ambao umenionyesha katika hekalu la Mungu. Wewe, hapa ni wapi? Hata kuna rafiki yangu mwenyewe nimemwambia, nimesema naenda nachukua kitabu changu cha shilingi kumi kesho nikiwa yeah, yeah. Nimepeleka viongo vyangu nyumbani nitakuja yeah, yeah. Niandike namba yeah, yeah. Sitaweka magano kwa sababu mwanadamu usahau kweli lakini, upendo wangu yeah. Upendo wangu kifika nisema hapa, nasema kabisa nitakuwa nimejaa <laughs> Hey. ambayo imeisha hey. akanipigia akanipigia simu kwa nyumba hey. niko kwa nyumba. Wewe na kanisani? Eh, kisa mm. Basi nenda kanisani, fundi nimeatajia huko venye mm. Nimefika kule akaniuliza kwani, mwanamisi, haya mambo yako ya kusafiri yamefika wapi? Nikamwambia mimi nimeachana na mambo ya kusafiri mm -hmm. Maskini mimi ambaye sina kitu mm hata -hmm. ndugu zangu wenyewe tumezaliwa kumi na moja na wananikataa mm. Wewe ni nani ambaye umesaidiwa peke yako na baba yako? Lakini Mungu amekuwa kiongozi katika maisha yako. Amenifariji baada ya siku ngapi? Tatu peke yake. <tipis> Alikamwambia katika hiyo nyumba ambayo amenichagua ameniambia ni floti mbili. Nikamwambia huyo mama haijalishi nyumba ni kubwa hata wakati nimeleka ni kufanya nikafanya watoto saba. Lakini kama nyumba ni floti mbili inaweza fanya mahali ambapo kuna familia kubwa lakini ukao upendo. Amenipigania nimeamini huko nikifika sura yangu ni nikubali.

Sasa usiwe na wasiwasi. Huyu uh, Mungu ambaye alikuwa anamfanyia kazi hapa wadhima baba. Ushawahi kuja katika cha wiki, ushawahi kuona, ushawahi kuona ukichangia, kupitisha, unatoa. Kwa nini Mungu asiongee? Amen. Tena amenijibu mpaka jana nimemwambia. Nimemwambia Mungu sasa. Mungu, sina cha kukulipa kabisa. Lakini saa hii hata nikiambiwa kuna mtu bali sirudi nyuma kabisa. Okay. Kwa sababu katika safari ya kwanza nimehangaika juu na chini.